Shirikishane tone la upendo. Leo tunapoadhimisha siku ya wafanyakazi duniani Meiomosi, napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi kubwa na ya thamani mnayoifanya kila siku katika taasisi yetu ya Mtakatifu Gaspari Itigi. Kauli mbiu ya hostali yetu ni kutibu fariji na kuelimisha, na kwa hakika mmeendelea kuitekeleza kwa moyo mkunjufu na uaminifu wa hali ya juu. Mmekuwa sio tu madaktari wa uguzi na wahudumu, bali pia faraja kwa wanaohitaji msaada na mwanga kwa jamii inayotazamia matumaini. Kadhalika, kwa upande wa chuo chetu cha mtakatifu Gaspari kauli mbiu yetu ni kufanya mengi vizuri na haraka. Mmekuwa dira inayoongoza mafanikio katika malezi ya wanafunzi na uzalishaji wa wataalamu bora. Kazi mnayoifanya ina akisi ubora, weledi na kasi ya maendeleo tunayohitaji kama taasisi na taifa zima kwa ujumla. Katika siku hii muhimu, natambua kuwa mafanikio yote tunayojivunia leo yanatokana na bidii, moyo wa kujitolea na mshikamano wenu. Nawapongeza kwa kazi nzuri na kuhakikishia kuwa uongozi utaendelea kushirikiana nanyi ili kuboresha mazingira ya kazi na kukuza ustawi wa kila mmoja wetu. Nawatakia heri ya Meiomosi, afya njema, amani ya moyo na mafanikio katika maisha yenu ya kazi na familia. Heri ya sikukuu ya wafanyakazi. Asanteni sana, Mungu aendelee kuwabariki.